So ladies and gentlemen, eh, kuna huyu msichana ambaye eh, alikuwa Mkenya na target yake ni kusafiri kwenda zake Saudi Arabia kulingana na zile story ambazo zinaendelea. So in this case, eh, kuna story nyingi ambazo sana watu wengi tofauti tofauti wameleta story controversial ya ino story yote full, eh, kwa sababu at the moment as we are talking, huyu msichana anasubiria kunyongwa on Sunday, that is eh, this week, ile eh, hukumu yake imewekwa mpaka Jumapili ili aweze kutolewa uhai na kisa kikubwa sana ni sababu ya kwamba amepatikana na madawa ya kulevya ndani ya nchi ya Vietnam. Sababu hii story watu wengi wameongelelea, tofauti tofauti. Kuna baadhi ya watu ambao wanaongelea in a different way na kuna wengine pia nao vilevile wanaongelea in a different way. But uh, I as a KG Chipande nikaona tuje tumalize hii story hapa kwa ufupi, na tuje tusemea kwamba all in all in eh, yote yaliyotokea yametokea, na kile kitu ambacho kinaendelea sahihi, hatuwezi tukakisimamisha sisi kama wananchi wa kawaida, yani local hivi, hakuna venye sisi tunaweza ongea chochote tukasimamisha, japo yeah, kitu ambacho nitasema let's make sure that uh, we are trying as much as possible eh, kushare hino video ama video yoyote, ili ambapo utapatana kokote kule kwenye chaneli yoyote, it's either kwa Facebook, kwenye TikTok, kwenye YouTube kokote kule ambako utapata na video ambayo inamwongelelea huyu msichana, make sure that hiyo video una share in a different way, ama kokote kule kwa WhatsApp groups kwa India, yote ile, ili mradi ifikie watu wahusika haswa ambao wanafaa kusaidia mtu kama huyu, na mhusika rasmi kabisa ambaye anafaa kusaidia ni yule mtu wa interior, ama Alfred Mtua wa, ambaye anashikilia uh, shughuli za wafanyaji kazi nje ya nchi. So my point today hapa ndio kuileta ni kwamba We do understand very well that huyu uh, msichana alisafiri kutoka Kenya mpaka kufika kule ambako alifika, ni Vietnam ambako amezuiliwa, ambako tunaambiwa kwamba anataka ahukumiwe maisha ama anyongwe. Sasa mimi wasiwasi wangu mkubwa ama kitu ambacho nitajiuliza ni je, alipita vipi na hayo madawa ndani ya nchi ya Kenya? that is the first question we need to ask ourselves, kwa sababu we do understand that uh, Kenya ni airport ambayo haruhusiwi kamwe, you are not allowed in any way that kupita nayo madawa pale airport. Sasa does it mean mashine za Kenya zililala, ndio msichana akapita nayo madawa fine? Tuache hiyo story. Ah, tukiuliza sana tutaambiwa kwamba Kenya alipita salama bila madawa, akenda Ethiopia ama Addis Ababa ndo akashikwa ama akekwa hiyo madawa fine. Aa, alipofika Addis Ababa nataka tujuliza maswali alipofika Addis Ababa. Addis Ababa we do understand before u board another plane kabla upande ndege nyingine uende kule ambako unataka kwenda. Lazima bag zako zitapitia check-in pale. Lazima bag zako ziangaliwe. E, na kama wewe mfano umetoka Kenya direct, bag yako haiangaliwi inamaanisha iko chini ndio maana haitaangaliwa Addis Ababa. Like kama ni bag ambayo umeshikilia hivi lazima itaangaliwa. Lazima utapitia mahali ambapo itaangaliwa. So another question ambayo nitajiuliza ni je, Alipita vipi pale pia? Alipita vipi pale hadi sababu akiwa na nayo mzigo yote ya hizo madawa madawa ya kulevya hivyo. How did it happen? That is the question I need to ask yourself. Nataka wewe ujiulize na mimi bado vile vile najiuliza, sijapata jibu. And that's why nilikuwa napata ugumu sana kuongelea kuhusu hiyo story because there are some a lot of things ambayo sijaelewa mpaka sasa hivi. Kuna vitu vingi ambavyo havijaingia kwa akili mpaka sasa hivi. Okay, ile ni airport ya pili. Kufika Vietnam ambako ndio anataka kunyongwa. Ni nani ambaye alishuhudia yale madawa ya kulevya? Je, mbona hatujaonyeshwa yale madawa a ya, ni madawa gani gani? Kile ambacho kilimfanya huyu msichana, kama alikuwa Saudi Arabia, mbona asitoke zake huyu aknaautoaaeuos wake ambae alikua na atokea agent ambaye anasema ni agent ambaye because, uh, agent ambaye tunaambiwa tunaambiwa ni agent ambaye ni genuine, lakini agent genuine naye pia vilevile hatujaambiwa huyo agent genuine ni nani, na kwa nini ameruhusu kukatwa ndege kwenda huku na huku paka paka kufika Vietnam. How did it happen? Kikweli, nitawaacha hino story fupi ya huyu mwanadada wetu ambaye yuko katatu, msikilize. But uh, for sure ile reality mimi mwenyewe sijaelewa hino story. Uh, nilikuwa nataka kuwapea stori ya msichana anaitwa Nduta. Nduta alishikangwa na madawa eh, kwa airport. Nduta alikuwa amepata kazi, alikuwa anakuja gaf kama a common Kenyan, na hii kazi alikuwa ameipata kutoka kwa agent agent wakasikizana, alafu ni kama alikuwa na connect, eh, kutoka Ethiopia. Nduta katoka kwao nyumbani vizuri na bagi zake akaenda mpaka kwa airport. Akaenda Ethiopia. Kufika Ethiopia safari ikachinja. Sasa tena si ya gas tutaka ambiwa sijui sijui anaenda kazi Vietnam ama, akapewa bag akaambiwa, ukifika enda na hii bag akapewa pale Ethiopia. This is the story yenye imenifikia, ama yenye iko utaimipi. Umesikia hii story ama hujasikia? Sasa Ndota akashikwa pale kwa airport ya Vietnam. Akashikua na madawa sasa, amekuwa amefungwa for one year. Judgment imefanywa like 14 days ago and uh, tunajua Vietnam eh, the law is very tight eh, akahukumiwa kunyongwa. Sahii amebakisha siku kadhaa anyongwe <sighs> Just a moment of silence. So bad, eh? And, uh, sometimes uh, it feels so bad. Some people are very wicked outside here. And I want you to understand this. Hata kama unatoka huko geshai huko mushadha huko ndani you don't have any exposure. Tell a friend to tell a friend. Na agent agent wa saa hii hakuna mtu ako na haja na mwingine it's all about money. And it's so sad unalipa pesa uende ukakufe. It's so sad. Unakufa pe unalipa una, una, una pesa agent, unaenda kazi safari yako ina change hmm. Mama wao msichana wameshangaa sana, wameona juzi ati msichana wao amehukumiwa kifo, ako ati yako Vietnam, forania wajamsikia amehukumiwa kifo, alishikwa na madawa kwa airport. I very maybe innocent Kenyan, Kenyan. Tulisemanga hii story and I want to repeat this again. Hata kama mzigo uko ndani, uko kushagi uko ndani. Is it your first time? Hata kama ni first time yako ya kutravel, avoid kubebea watu mizigo kwa airport. Either agent wako akwambie sky bag, hata kama amekupea kutoka Kenya, sijui pelekea biste yangu, sijui pelekea sijui nani. Don't. Sijui biste yako amekwambia nikujie na hizi bag. Eh, atunakuja nini? Ati wacha utapewa kamzigo hapo unilete. na kitu ingine Mabiste kwa airport be aware. Watu wanafanya vitu mingi sana kwa hii dunia. Kuna mtoto tu amekaa hivi. Ametafuta mtu amkumu kishia hiyo bag. Hata watoto, people are doing event eh, kids, eh, watu wanafanya human trafficking. Acha kuchukia watu watoto. Acha kuvukia watu kuvukishia watu bags. Utacheka kwa matatizo. Wewe mnasemanga sijui CCTV hakuna CCTV. Before CCTV kufikie. And let me tell you something. Kwa koti they don't deal with the ati sijui nini, they deal with evidence. Evidence wanajuaje kama huo mtu mlikuwa umeongea mpatane kwa airport akupea hiyo bag? Yes, imeonekana kwa CCTV, mlikuja mkakaa mkakachat. Anajuaje eh? CCTV inajuaje kama huo mtu mnajuana na inaanga sauti mm mwenye wanasemanga sisi sisi sisi, airport kuna CCTV. Acha nikwambie, hii dunia si mama ya mtu, mama yako kwa nyumbani kuwa mtu mzima, just no any time you put yourself kwa shida, uko peke yako. Hii dunia si mama ya mtu, and there are those small small, small things unaweza avoid. Watu wengi na waambianga hapa, wako kwa hizi wamefungwa, wako prison wengi hata wajui nini ilifanyika. Wengine hata wanaweza kwambia kuambia the, so many innocent people they don't know kuliendaje. Imagine umejipata ati bar yako imepigwa search think serikali ya, ya, ya, sijui ya Vietnam ikue hata si Vietnam ikue, ikue serikali ya GAF ya Kenya. CCTV ya airport. Kuna CCTV, utaona CCTV, je, je ni mkuu sana. Before uongee hizi vitu zote utakuwa umehukumiwa na umefungwa. Tuko pamoja. And there are these things ignorance. Vitu zenye tu unaweza avoid. Sijasema usichati na watu, tuana na watu kwa airport. Ongea exchange number, right? But mambo atini mingi atinibebee hii back. Ati atisijui nivukishie hii. Ati atisijui kwa na mizigo mingi nishikie hii. Nakwambia hiyo

Mimi nitasema nadhani kila kitu mi wanaja hapa sana nikiambia watu, na kuna pointi za muhimu ambazo mwanadada wetu ametuambia hapa, ya kwamba usikubali kabisa siku zote kubebea mtu mzigo ambaye haumfahamu. Hata kama unamfahamu but ni ngumu sana umbebe mzigo na umwamini, kwa sababu siku zote hujui mzuri wako na mbaya wako. That is first. Second, usikubali kabisa kujaribu kusaidia mtu yoyote kwa airport, kwa sababu airport zote ziko na watu ambao wameandikwa kazi kwa minajili ya kusaidia watu ambao wata kwa na any shortcut ya yoyote ile. Na another thing, usikubali kujifanya kwamba wewe ni msamaria mwema wakati wowote unataka kusafiri in any way that, kwa sababu unajua safari ni hatua, na unakoenda sio kwenu, wala hawatu hawakujui ya kwamba wewe ni mtu aina gani? So let's learn from the good story of this lady and uh, let's take nitasema uh, tuchukue kama mfano bora, ili tujikinge na wale wengine ambao watakusafiri, ama wale wengine ambako karibu kusafiri, watumie kama huu mfano bora, ili wawezi kuepuka na shida kama hizi. It is already risky, this is